Abei, uh, uh, uh, uh, kila kitu kitaenda vizuri. <laughs> Hey, hey. Toyota Land Cruiser V8 sisie funde mia sita Mazda CX-5 <laughs> hiyo <hey>. Karibu, <laughs> dada. <Karibu. laughs> Uh, habari zenu? Salama. Salama. <laughs> <laughs> Asante, sijui mjumbe nimemkuta, yes Yes kabisana. E, mwenyekiti mtaraji, ulikua ujagombea tuliaujachukua ata fomu tulia. Mii ndo kiongozi. Anamuulizia mjumbe, amuulizi mwenyekiti. Mjumbe umemkuta mama, sema shida. Nimekuja, nimekuja rafiki yangu. Jamani naongea na ninyi. Ah. Ulikosema? Umesema? Nimeibiwa. Ah. Huu mtambo ni watu wanauchezea sana. Ni nani kaziro ana kuibia? Tena ana kaziro na wakati ndio umekuja unasema hujafika hata unapoenda umeshaibiwa. Hivi mtaa wako kokoje? Yaani umta bet wrong. Kwa kweli mimi, ndo maana nakuambia inabidi ugombea mwenyekiti. Ndio maana na mimi nikasema mwananchi, kwa sababu umeshakuja. Hapa ndo wakati wa kuongea naye, nipe kura. Nani kakuibia? Mimi hata simwelewi kwa kweli, sio mwanamke, sio mwanaume, maana mikono yake yote kajichora matatu hmm. E, hey, mgoja kwanza, wala inaja haraka. Unajua huyu katoka kuibiwa hmm. Na hapo walipo na machungu na uzuni Ba, mka basi kidogo utuelezee vizuri. Aa, anaeleza shida zake. Mtu ana matatizo, umeshaanza kufikiria mambo ya, usikilize kaziro. Wewe endelea kueleza hivi hivyo taratibu, tueleze tu. Jiachie hata mikono, wewe ongea tu vizuri, ongea kwa hai hai. Ah, eh, eh. Anaweza kageuka hata nyuma alivyomwibia. Eh, eh, eh. Jinsi amekuibia, ibiaje? Tuelezee kaziro. Ili tuweze kumjua. Kwa sababu uweze kumwelewa mtu. Umesimama tu hivyo unasema kwamba mtu ameniibia, umeshika mikono kaziro, hatujui amekuibia staili gani. Tuelekeze jinsi alivyokuibia mimi nilikuwa natembea naelekea hivi, yeye akatokea kwa nyuma. Nyuma alikuimbia kabisa, alikuimbia maangalia, alitokea wapi? Alitokea kwa nyuma huku Chuga na manyire, ni chuga ni chuga, <laughs> ni chuga, ni, chuga, ni chuga, no mshuma chuga chuga ndo mwizi kama kakuibia chuga, ai hey! Aibu naona mie <laughs> chuga kashindikana yani, yule kama ni betri la kwake limeisha kabisa, hata uchaji na kobe uboosti.